Zaidi ya watu mia sita kutoka jamii ya Ilchamus wamerejea nyumbani kwao eneo la Mkutani, kaunti ya Baringo, baada ya kutoroka miongo miwili iliyopita kutokana na vita vya mara kwa mara. Familia hizo sasa zinatafuta usaidizi wa kujenga nyumba zao upya kama anavyotuarifu Maria Nyambura. Na lango parke ni miongoni mwa watu mia sita waliorejea nyumbani kwao eneo la mkutani Baringo Kusini baada ya kuhama mnamo mwaka elfu mbili na tano kutokana na visa vya mara kwa mara vya ukosefu wa usalama. Amekuwa akiishi hapa kwa siku nane sasa. Sinaema, sina hema, sina kwa mali natoka na bado pata kwa hapa bado tunakaa namna hiyo tuna kwa vile mimi nasikia kwa roho yangu eli niende mshanga ya kwetu. Parke ni mwingi wa matumaini. Licha ya kukosa makao, angalau yeye na watoto wake sita wamepata chakula. Ndatenda serikali asaidie sisi sote, kwa vile sasa anaona hii watu anatenda kwao na hii watu ako na imani na kwao. Changamoto wanazozipitia Parke ni sawia na za mamia ya watu waliotoroka makwao na ambao sasa wamerejea baada ya hali ya utulivu kushuhudiwa. Kuwa na maboma zetu permanent, kwa sababu tukokaa permanent hatuwezi kwasa kwa bila, tutaenda kutafuta mahali ambayo tuoso hata kulima. Hapa kuna mashamba kubwa lakini uwezo tundatuna tuna hisi hata viongozi tuendelee kuhubiria amani, viongozi both sides ili watu waweze kuokana amani na maendeleo ikuje. Wakazi hawa wanaomba wasamaria wema kuwasaidia kujenga upya maisha yao. Meria Nyambura, runinga ya Citizen.